Sisi si, ajira tutazitengeneza. Tusome kwanza ilani yetu sura ya 18, imefafanua maeneo tisa hatua tutakazochukua, lakini mimi nataka nifafanue namna gani tutatengeneza ajira. La kwanza tunachosema tutatengeneza ajira kutokana na uwekezaji wa serikali. Sisi ajira tutazitengeneza, tusome kwanza ilani yetu sura ya 18 imefafanua maeneo tisa hatua tutakazochukua, lakini mimi nataka nifafanue namna gani tutatengeneza ajira. La kwanza tunachosema tutatengeneza ajira kutokana na na uwekezaji wa serikali.